Na viongozi kutoka kaunti ya Baringo wameibua wasiwasi mkubwa kuhusu mienendo ya polisi wa akiba maarufu kama NPR katika eneo hilo, wakishutumiwa kwa ulegevu wa kujibu mashambulizi ya ujambazi yaliyokithiri. Viongozi hawa wanadai kwamba polisi hawa wa akiba wameshindwa kuwalinda wakaazi huku wakilaumiwa kwa kushiriki katika vitendo vya uhalifu ambavyo vimesababisha vifo vingi na kuhama kwa jamii that there is something going on in this area which is not normal. And and this is not cattle rustling. We we have told our people peace and we are even preaching today, this afternoon, we are telling our people, tunaambia watu wetu wote, wote wanaishi hapa, hii yote... around this area. Lakini tunataka tuambie serikali na tunataka tuseme hii sahihi kama viongozi wa wapokoto tunapatia serikali ukimbili. Yes. We give government two weeks to arrest kwanza wale wali waliua wali waliua chief. Arrest huyo mtu mwenye aliua chief immediately. And number two, to disarm the entire NPR of this area called Loruk. Serikali <tangani> kama vile wenzangu wamesema, especially wale wanahusika na mambo ya usalama, IG na team yake na DCI in everybody, waziri ambaye anaongoza na timu yake yeye amepewa pale kuja kusaidia wananchi. Ni aibu, ni aibu na ni aibu, chief mtu wa serikali kuuawa na hakuna hatua ambayo imechukuliwa mpaka sasa. Naam, ni muda mwingine wa kupata mapumziko kidogo, lakini usende mbali, kwani narejea muda sokwa mrefu kukufahamisha mengine ambayo tumekuandalia.